Katibu mkuu utumishi ndo anayetoa kibali. Kwa hiyo ile taasisi husika inaomba kibali, ikishapewa kile kibali, kile kibali kinamwelekeza peleka kibali hiki sekretarieti ya ajira, watafanya mchakato wawe kupata watumishi. Kwa hiyo yule ile taasisi inapewa kibali, afu inaleta sekretarieti ya ajira. Kwa hiyo mchakato unaanza. Kwa mfano, anapewa labda ajili labda maafisa habari kumi au maafisa habari watano, maafisa kilimo saba. Kwa hiyo akishapewa kile kibali, kwa sababu yeye jukumu lake la msingi sio kuchakata, analeta sekretarieti ya ajira. Lakini sekretarieti ya ajira haichakati peke yake, ni lazima ikae na mwajiri, na kwa kuzingatia muundo wa taasisi husika, ndio hapo watumishi wanapatikana. Sekretarieti ya ajira, mnachakata vipi kwamba kuhakikisha kwamba ile haki inatendeka? Inawezekana anajitolea lakini sifa hana, tofauti na yule ambaye hakuwahi kupita hapo. Sekretarieti ya ajira, uh, tuna kanuni zetu ambazo tunazingatia. Tunaendesha usahili kwa haki, uwazi na usawa. Kwa hiyo sisi tuna ndio maana pale tunapotangaza matangazo yetu hayasemi, uh, tuelezee unajitolea wapi. Sisi tunatangaza, tunahitaji mtaalamu fulani aje kufanya kazi fulani. Na i, waziri na katibu mkuu utumishi ametoa waraka wa kujitolea. Sasa hivi mchakato unakuwaje ili mtu uweze kuajiriwa? Wewe unaojitolea, sisi hatuzingatii sana unajitolea wapi, kwa sababu ilienda mbali zaidi. Uh, tuna tulikuwa tunajiuliza kwamba pale kwenye kujitolea ni utaratibu gani ambao umetumika mpaka wewe ukaenda kujitolea. Kwa hiyo sisi tukitangaza nafasi na wakati mwingine tulienda mbali zaidi tukasema kama unajitolea katika taasisi fulani, maana yake unafanyia kazi ule ujuzi wako. Tukikuita kwenye usaili, tunategemea wewe uwe wa kwanza katika kupata kazi, kwa sababu una experience kubwa na unafanya kazi kwenye hiyo taasisi, tofauti na mtu yule ambaye yuko pembezoni. Lakini cha kushangaza uh, wale ambao wanakuwa wanajitolea mara nyingi ndo nafasi zinawapiga chenga, kwamba kuna vile ilivyo na inavyotakiwa kuwa ndio mm hebu -hmm. E, tupe sasa uthibitisho ni uhakika hili tukiondoka hapa kwamba tumeridhika, bwana Secretariat ya ajira inasimamia haki kwenye hili. Sisi tunasimamia haki ni makubwa sana kwenye ajira. Sasa kwenye ajira malalamiko yanapelekwa sehemu tofauti tofauti, lakini wahusika wakubwa mpo, ambao mnasimamia mchakato mzima, ajira inapatikana, tunasimamia haki mm. na niwatoe hofu, yaani ukiona mtu anajitolea sehemu haimaanishi kwamba akija kuomba kazi na tutampeleka ile sehemu sisi. Yani, mchakato wa ajira hauangalii unajitolea wapi, unaangalia maksi zako za ufaulu. Na ndio maana kuna ajira, ni mchakato, utafanya sahili za aina mbalimbali, mwisho wa siku itaonyesha matokeo yako, umepata ngapi, na ndipo hapo tunaangalia kibali kinamhitaji nani, tunakupeleka. Na ilo utaratibu unasema kwa sasa hivi wale wanaojitolea ina maana utaangaliwa mahitaji ya taaluma yake, lakini maeneo hasa yanayozingatiwa ni yale ya pembezoni ambayo yana uhitaji zaidi, lakini sio katikati ya mji. Kwa hiyo katika hizi kazi za kawaida hatuangalii unajitolea wapi wala unafanya nini, sisi tunaangalia uwezo wako na weledi wako, ndo huo utakao kupeleka.